Karibu sana mwanangu. Asante saa nzuri mwana, nimesubiria, nimeona muda unaenda, nikasema jamani, huyu mtu kagaili kuja au inakuaje? Ah, ni kweli lakini kwa sababu unajua nilipopita kwenye nyinyi liponielekeza chochoo chocholo kibao, nikiuliza kila mtu anaambia pitia ukupitia huku. Naamini bwana mamangu, kilicho nitapa, nina matatizo mwanao, nina shida na nina matatizo mwanao makubwa, na unavyoniona hivi, na changamoto kubwa sana ambayo anausi, ah, niama nimitoka kijijini, nilivyotoka zangu kijijini nilifikia kwa bibi. Nilipoenda kwa bibi na zumuni, kwa sababu kama unavyojua malemu baba toka alipofariki, na niliambiwa baadhi ya watu walikuwa nae karibu kwamba baba yako ameacha nyumba, na hiyo nyumba ipo inamilikiwa na bibi yako, na ndio maana nimekuja kwa bibi ili nipate nikabibishe nyumba lakini nilipofika kwa bibi haikuwa maelewano mazuri nilipomwambia hivi. Unajua ni kitu gani umekosea mwanangu? Hapana, yaani wewe unatoka kijijini mpaka unakuja mjini kweli, unipe taarifa hivi. Nikuulize mwanangu, umekosa hata ushauri? Unatoka kijijini mpaka unakuja mjini unashindwa kusema, kwa nini usinipe mimi taarifa? Ni mamako Umenizarawe? Hapana, kwasababu nilipofika sikuwa ana arakaraka namba zako, maana nikaona nifikie kwa bibi, kwamba sina msaada ndio? Sasa sasahivi amekufika shingoni tena, unamtafuta mamdogo, mwanao tunomba nisaidie, kwasababu toka nilipofika kwa bibi na kudai nyumba ya baba hatukuwa na maelewano mazuri, na alipokea kwa hali ambayo kukaa na matusi, tulibwata tuligombana sana, mpaka anapokuja kukubali, ni tulifikiana labda ngumi mkononi ha, lakini cha kunishangazwa kwamba kwenye ile nyumba haikupita hata wiki, matatizo yanazidi kuendelea zaidi, na kibaya zaidi, ilikutana tu na dada njiani, aliniambia lishai kukamwa na kalamba ile nyumba haina wapangaji, lakini mimi mli ndani naona wapangaji wapo. <laughs> Sasa nikwambie kitu, kosa ulilolifanya ni wewe kutoka kijijini bila taarifa. Pale hukutakiwa kufikia kwa bibi yako. Hakuna mtu asiyemjua bibi yako, yaani hii mbande zima hakuna asiyemjua bibi yako. Na unajua tabia bibi yako, bibi yako ni mchawi na ni mchawi tena bibi yako anajulikana vizuri, na unajua ni nini, mimi na bibi yako sina maelewano naye hata kidogo na hatuzungumzi. Yani tukakaa sahani moja tukazungumza, haipo kwa sababu ya baba yako. Yeye ye, anajua baba yako kilichomuua, na anajua kisa cha kukasirika, kwa sababu sisi tumempeleka kwa mganga. Kwa hiyo hakutaka baba yako atibiwe, kwa sababu anajua kabisa ujinga wake wote tutaugundua. Alafu wewe umeenda kujitia pale pale kwenye moto. Nikuelewe vipi? unataka na we kufanya msikule, utajuaje? wakati wewe mnajiona ni mtu mzima, umeshakuwa kuliko watu wazima, utajuaje? Sasa acha yakukute, acha kufanya anachokutaka, anachotaka kukifanya, alafu wewe utakaponyoka akili yako na utakapojua watu wazima wako wapi Mwisho wa siku unataka nini? Alafu tena umefika pale, unaomba urithi, urithi, urithi, ugo, urithi gani jamani? Jamani, jamani, ile ni nyumba kibanda hivi, katoka kijijini kabisa, unasema nakuja kudai nyumba urithi ya babaangu wewe? Mtoto unataka kwa lile gofu lile, ufe kweli? Ufe wewe, upoteze maisha. Kitu ambacho umenikwaza ni wewe kuja kufikia kwa bibi yako. Ni kweli mama, lakini sawa mdogo, huko ndo maana nimekuja kwako, kwa sababu mimi nimeteseka na yale na ambayo naopitia mule, na zaidi kabisa nakuja kunishangaza. Nilikutana na dada mmoja aliniambia kwamba mule ndani hamna wapangaji, wanakaa wote, lakini bibi ananiambia mule ndani kapangisha. <laughs> kitu ambacho kinachonishangaza na kunigopesha, kwa sababu mimi mule ndani nakutana na wapangaji, lakini yeye ananiambia, yule dada, hamna wapangaji. Sijaenda bado kumuuliza bibi. Muulize bwana kama nataka wao mdomo wako ufunge kamuulize. Hapana, hiyo haiwezekani, haiwezekani kabisa. Nisikilize kitu mwanangu, kwa sasa hivi utafanya kile kitu ambacho nakitaka mimi. Iwe iwe, unataka au hutaki, utafanya na ninavyozungumza sasa hivi, wewe hu mguu to uendi kokote Utaishi humu humu ndani. Lakini mama kule nyumba yako peke yake. He, wewe na wewe unataka ufanye msukule? Mle ndani kule ndani kuna watu ko misukule kibao kule. Wewe unaweza kusema nyumba iko peke yake? ulivyokuwa haupo wewe alikuwa anakaa nani? Nani aliyekuwa anakaa? Nakuuliza wewe, ndio umewekwa mlizi pale? Sinaongea na wewe. Hebu muangalie, mtu yuko Dar es Salaam nafikiri yuko kijiji cha wapi Nywele hazieleweki nguo hazieleweki, alafu nasema eti mimi nyumba iko peke yake. Nyumba gani ile? ni nyumba nayo gofu <laughs> nyumba gani yani, lile gofu liko peke yake? Haya, ulivyokuwa wewe haupo, alikuwa analinda nani? Au tayari mwanangu, wamesha kutengeneza ni msukule, sasa unakaa mle ndani, wewe unalinda lile gofu. Sasa liwe peke yake, liwe na mtu, liwe na nani, hapa hutoki ni kitu ambacho siwezi kukubaliana nacho tena. Nimeshampoteza baba yako, unataka na wewe nikupoteze? Ukitaka urudi pale, mimi ni lazima nizungumze na bibi yako. Tripu hii simwachi mimi na yeye, na mguu huu. Nikimalizana na wewe, namfuata. Haiwezekani akawtua anachezechezea watoto wawezie, kwa sababu yeye ameshaamua kutoa watoto wake sadaka, na sasa hivi anania kwa watoto wawezie, haiwezekani hiyo kitu. Ndo nimeshasema hapa, huondoki, utake usitake. Alafu mimi na bibi yako tutamalizana, utamalznajifanya mjanja kama amemweza baba yako, basi asitegemee na wewe atakuchukua kirahisirahisi. Haipo hiyo. Mimi tutapambana, tunapambana, nimekwambia. Yaani huu mguu sasa hivi ni wa kwake, kwaeka utulizi. Umekula kwanza mm? Umekula? hapana mm. kwa sababu kule hamna mtu wa kunipikia, no. <laughs> no. Takufa, hamna no. mtu wa kunipikia takula misukulenu, wewe na bibi yako Nyumba ya urithi hindo, nyumba ya urithi, nyumba ya urithi hindo, nyumba ya urithi. Kuna wakati ukifika, lazima utambue ukweli usemwe na watu wajue. <coughs> <coughs> Karibu, jamani. Waii jamani, uko hivi jamani. Mapendeza jamani, dada muone. Asante dada yangu, asante sana.

Karibu mdogo wangu. Asante dada yangu, nimefika. Karibu. Asante sana, maana e, yaani hapa nina kiu, ungenisaidia hata maji ya kunywa maana mana nikotoka huko jua kali hata. Usijali, maji utapata. Karibu mdogo wangu. Asante. Karibu. Asante sana. Eh, yani mjini mambo irelerele, yani huko kijijini mambo yamekuwa ni magumu, yani ni magumu ndio maana nimekupigia simu nikakwambia, mimi nataka nije mjini na mimi na dada hivi eh. mm -hmm. Ili jumba lote hivi eh, mm. umelijenga peke yako au kuna mtu nyuma yako kwani eh, eh, ujui hii nyumba ya mamangu ya urithi? Hii nyumba ya mamangu. Kwani ulikuwa ulikuwa ujui niachie nyumba ya urithi. Eh, nyumba ya urithi mdogo eh. kwa eh, wangu Mbona hatuna taarifa hizo? Hamna taarifa vitu vingine sio paka vya wavul, uwe, uwe unasema. Vitu vingine havizekani wewe kila mtu anajua. Hii e nyumba ya mama yangu. Ya mama yangu. <laughs> Basi kama ni nyumba ya urithi basi, na mimi ndo nishafika kwenye jumba la urithi hey, dadangu. Basi he nishafika mimi katika jumba la urithi. Asante. Sasa cha kufanya hapa? Mm -hmm. Lakini kitu kingine kilichonitoa huko kijijini mm -hmm, kilichonifanya ni kupigia simu kufika mm, hapa mjini, mimi naomba unitafutie kazi huku nakofanya kazi huko, na mimi naomba unitafutie kazi kazi kazi. Yeah, utapata kazi, zipo nyingi mdogo wangu, utazipata hapa mjini, hamna kazi ambayo inakosekana. Usiniambia kama nitapata kazi mdogo wangu, utazipata hapa mjini, hamna kazi ambayo inakosekana Kazi zipo yaani, kazi utapata hapa mjini.

Hmm. <totitia> umashida gani? mana sikia bibi mnaitana bibi usingizini. Hayo bibi yako anakuitia nini, bibi? Unauliza wosi umelala hapa unawaweseka bibi, bibi kuna nini? w wow, umelala hapa unawaweseka bibi nakuja na, kuja, na kuja. Kuna nini? Unasema <coughs> nini? Uende wapi? Hivyo una kichaa? <watu? tose> una wazimu kwenye kichwa chako wewe. Mudi, hapa utoki, unaelewa vizuri. Kama bibi yako anakuita aenda akafanye mambo yake, hapa hutoki. Sikiliza huyo bibi yako nimeshamchoka Nimemchoka, amenifika hapa sasa, ananitafuta yanguoni, ameniingia maungoni sasa. Na mimi utabaki hapa hapa, acha nikapambane naye. Es anajivunia uchawi, mimi najivunia mdomo

Nyumba ya urithi, nyumba ya urithi, hii ndo nyumba ya urithi.